Hali ya taharuki bado imetanda katika eneo la Kainuk mpakani mwa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana, baada ya askari wa akiba kuuawa na bunduki yake kuibwa, huku mwanaume mwingine mwenye umri wa makamo alipouawa baada ya kufyatuliwa risasi mwisho wa juma lililopita. Kama anavyotuarifu Cheboit Emmanuel, waliouawa walikuwa katika shughuli za kuzoa mchanga kando kando ya mto Malimalimate huko Kainuk. Ni nyuso za wakazi wa Kainuku waliojawa na hasira na huzuni kwa wakati mmoja baada ya wapendwa wao kuuliwa kwa mtutu wa bunduki walipokuwa wakijitafutia riziki. Wakazi hawa wamegadhabishwa na mauaji hayo, wakisema ni kinaye imefanyika Kainuku, eneo ambalo liko na maafisa wengi wa usalama. Mimi tunasika vijana ya miaka ishirini tunasika vijana ya miaka thelathini tukisika vijana ya miaka chache. Ni nani dunia gani itatusaidia? Baadaye waliouliwa ni askari wa akiba NPR pamoja na mvulana mmoja mwenye umri wa makamu. Maafisa usalama wa usalama wakilaumiwa kwa kupiga wakazi badala ya kufuata wahalifu KPR

good years akibeba kuni ndio familia yake ikule sasa, maskini afuta kuja amguse tu hivi na, mambo na kuni, anasema toa bunduki, where is the gun? Na bunduki basi imeua pale askari ya KPR, basi hawajafuta bunduki imeenda. Eneo la Kainuk liko na maafisa zaidi ya mia tano wa usalama na ilitajwa kwa eneo hatari miaka mitatu iliyopita. Magari ya kifita yaliyoletwa katika tarafa hii ya Kainuk ni ya kutembea, ni magari ya starehe haina kazi ya kusaidia mturkana na mwananchi wa Kenya. Ninaomba kuomba kama kiongozi mama, bwana Murkomen kuja chukua askari yako, kuja chukua askari yako, tukufe bila usaidizi askari yako, kwa sababu tumechoka kuwawa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Turkana John Tarus, tayari maafisa wa usalama wamedhibiti eneo hilo na operesheni imeanzishwa kusaka wahalifu. Wakati ule mlipeana oda ya kusema hii area ni disturbed and dangerous, mlisema you will flush out bandits. Now we are not seeing uh, that being affected. Hawa wametengeneza kijiji karibu na shule na hatujaona wakiwa flashed out. Kwa siku chache tunaomba kwamba serikali itoe makucha, serikali itoe macho ili waweze kuflash bandits ambao wameweka kijiji chao karibu na Lobokat Girls. Some two people were killed. But the kind of slumber and the kind of the don't care attitude that the security apparatus some security apparatus within there are trying to show is not really giving now good indicators. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen nikiwa Kainuk, Turkana Kusini.